Ah. Niaje? Sasa si unaweza tuambia jina lako na pali unafanya. Sasa ni kwa majina anaitwa Joe na Egesa. Joe, uh. M. Unafanya tu hapa hivi. Trans County hapa. Husia hapo. Sikio kwa mipaja. Siku yangu ndio ibia Simba iko poa. Poa. Bei ya mafuta inatupeleka mbio. Bei ya mafuta naye ndio bado inatukazia. M. Yaani fiti sasa. Leo ningekubariki na, na milioni moja ungefanya nini? kama ukinibariki na milioni moja hiyo hiyo, na kuna vitu naweza fanya nazo mingi sana. Utarudi stage kweli? Siwezi rudi stage. Unaacha hiyo biashara? Nawacha biashara hivo kabisa, naenda anafanya vitu vingine yeah? Kama kitu kama anafungua duka kubwa ni wholesale, nakata huko na sasa. Unapanga kufanya hii kazi ya bodaboda kabisa ama ni ya muda. ya muda tu, ukiomoka. Na nikuulize, hmm. Isi, ya muda ni ya muda tu, bora mabadilika sasa kidogo, ukiomoka unabadilisha biashara. Unabadilisha na nikuulize sasa, stage imekufundisha nini tangu kaa umekaa hapa, kwanza miaka ngapi? Eh, muda mrefu najua, mi nazaliwa hapa tauni hapa. Sasa hapa nimekaa muda mrefu tauni ah, lakini sasa kazi ilianza miaka kama ngapi? Sasa saa hizi kazi ya boda nimaliza muda kama miaka tatu mbili hapo. Sasa hizi miaka mbili tatu zimefundisha nini? aaai sasa ukipata <coughs> job ya ofisi pia unaenda mbona katika tu biashara peke yake? Na si bora ni job. Bora nalipa mzuri. Hata kazi ya ofisi. Eh. Hey. Ni so si nini nikataza nini mimi naenda. Sana semanga hii aende iko na pesa haraka haraka kuliko ya ofisi. Hapana. Bora ni kitu na nyingine naona ni kitu kama inalipwa. Uh-huh. Kama inalipa pesa mbo na unaangalia na ile tofauti. Na sasa klanchako wa mwisho wa mwisho kabisa wa siku akikuwa ni demu, ni mrembo, unampeleka nyumbani, unampeleka penye makombe mpeleke ama o... no, tunaweza pita kwa bar aona <laughs> kama akila kama oh. Kusasi, mm -hmm. eso, no, ni mrembo kwa kazi, vitu zingine hizo naachana na, angalia tu kazi kwa kweli. Angalia tu kazi hiyo ya urembo kwanza ni baadaye na sasa hii kazi ya boda na girlfriend ana kuamini kweli? Inakupelekaje? anakua miningi so, nani, nani, nini, tu, tu kama sijaweka <laughs> mawazo hapo na yeye kwanza apo nakaza mawazowa kitu moja yeah, iya kushukuru girlfriend kama bado hauna kwa single. Asiwezi kosa kwa muda niko, niko, niko, niko, niko. <laughs> na ka muda anakuanga tu sawa tu akwambia akuambiangi ule uleule madama ule, ule, amekupigia simu mara mingi sana yep.

Ni heri ukimbie kwa barabara ukinyeshewa kama polisi akushike tu akutupe sela. Ni heri ni ninyeshewe lakini usiingie sela, utakaa ni ya madakika. Hapana, siwezi ingia sela. Siwezi ingia sela. Heri ninyeshewe tu nikimbie nikinyeshewa huko. Pale ndani wachana na hapo.